Linapokuja suala la watu maarufu katika tasnia ya muziki, mashabiki wao hutegemea kuona shughuli kubwa za wasanii hao zikiwa hadharani na pengine kusimamisha shughuli za nchi, kama ndoa ya hivi karibuni ya msanii kutoka Tanzania Juma Jux na mwanadada kutoka Nigeria Priscilla Ojo. Lakini hali hii ni tofauti kwa baadhi yao, wengine huchagua ndoa za siri. Hakuna kamera wala mwaliko wa watu wengi. Ndipo swali linapoibuka kwa nini huamua kufanya ndoa za siri? Zipo sababu kadhaa. Moja ni kuzingatia ubora wa harusi na si wingi wa watu. Vilevile vile wengine hutaka kuepuka kuchunguzwa na kamera za vyombo vya habari na macho ya umma. Kuwa na orodha ndogo ya wageni wanandoa kupata wasaa mzuri wa kujumuika vizuri na wageni wote hupata fursa ya kumwona kila mtu na kuwa karibu na kila mgeni na kuzingatia sherehe yao bila ya ofu ya fedha au jambo la aibu. Harusi za faraga hazina shinikizo kubwa, kwani hakuna muda wa kuzingatia matarajio ya wengine ili kukidhi mathilai ya mashabiki, na hilo huzifanya harusi hizi kuwa na gharama ndogo pia. Hapa na kuletea ndoa sita za wasanii wakubwa duniani zilizofungwa kimya kimya. Nikianza na namba moja ni ndoa ya Jay-Z na Beyoncé. Wasanii wa Marekani, Beyoncé na Jay-Z walifunga ndoa kwa siri Aprili 4 mwaka 2008 huko Manhattan, Marekani. Licha ya kufanya harusi kwa siri na kutangaza mipango ya harusi hiyo, pia wanandoa hao hawakutangaza uchumba wao. Harusi ilifanyika katika jumba la kifahari la Jay-Z huko Manhattan, New York. Wageni waliohudhuria waliomba waache nyumbani simu zao za BlackBerry, ili kutunza ufaragha wa tukio hilo. Namba mbili, ndoa ya Justin Bieber na Hailey Baldwin. Msanii Justin Bieber na Hailey Baldwin walifunga harusi asili huko New York City Septemba mwaka 2018. Ndoa hiyo ilifungwa miezi miwili baada ya kuchumbiana huko Bahamas Julai 7 mwaka 2018, kwa mujibu wa mtandao wa People. Ndoa yao ya faraga mahakamani ilifuatiwa na sherehe kubwa huko South Carolina Septemba mwaka 2019. Sherehe ya kwanza ilikuwa ndogo wakati sherehe ya pili ilihudhuriwa na wageni 154, wakiwemo wanafamilia na marafiki 3. Ndoa ya Card B na Offset. Msanii Card B na Offset walioana kwa siri Septemba 20 mwaka 2017, kabla ya rapa huyo wa kundi la Migos kumchumbia kwenye jukwaa kwenye tamasha la Power 99 la Power Ausi uko Filadelfia Oktoba mwaka huo huo. Kulingana na hakimu wa kaunti ya Fulton huko Georgia, Card B aliwashirikisha kesi ya taraka dhidi ya Offset. Miaka mitatu baadaye, Septemba 15 mwaka 2020, ndipo ndoa hiyo ikasambaratika. 4. Diamondi na Zuchu. Msanii Nasibu Abdul ama Diamond Platnumz kutoka Tanzania na mpenzi wake Zuhura Othman maarufu kwa jina la Zuchu walitangaza kufunga ndoa, lakini ujumbe wa Diamond juu ya ndoa hiyo unaonekana kuwachanganya wengi, huku wengine wakisema wawili hao tayari wameachana, lakini madai hayo yanakinzana na ujumbe wa mama mzazi wa Diamond, Mama Dangote, ambaye kupitia Instagram yake amethibitisha ndoa hiyo. Licha ya ndoa hii kuwa ya siri, watu mbalimbali mitandaoni wamejitokeza kuwapa ongera wawili hawa na wengine bado wakiwa na wasiwasi. Zuchu akiwa na Diamond amepachika video snapchati akiwa na mumewe kuonyesha kuwa mambo ni moto. Tano. Ndoa ya Ed Sheeran na Cherry. Msanii Ed Sheeran alifunga ndoa na mchumba wake tangu utotoni Cherry Sibon katika sherehe ndogo ya siri Desemba 2018. harusi hiyo ilikuwa ya siri na marafiki wachache wa karibu na familia ndiyo waliokuwepo. Ed Sheeran na Cherry baadaye walifanya sherehe kubwa na marafiki na familia zao. Ed Sheeran, raia wa Uingereza, alizungumza juu ya harusi hiyo ya siri katika mahojiano akifichua kwamba walichagua kuiweka siri ili kuepusha vyombo vya habari na mapaparazi. Sita. Nicki Minaj na Kenneth. Msanii Nicki Minaj ambaye alichumbiana na Kenneth Petty chini ya mwaka mmoja baada ya ndoa alithibitisha Oktoba mwaka 2019 juu ya ndoa yake katika video kwenye Instagram ambayo inaonyesha vikombe vya kahawa vya bwana na bibi na kofia za bibi na bwana harusi. Akizungumza kwenye kipindi chake cha Queen Radio, Nicki alisema lazima niifanyie kazi arubamu yangu na nina mengi ya kuzingatia, na ndiyo maana asitaki kufanya harusi kubwa sasa, tutafanya harusi kubwa baadaye.